Maana sisi hapa tumekuwa tunawaagiza vijana, usianzishe mahusiano kificho, utakufa eh, takufa. Sisi tumesikia watu wanakunywa vidongo, watu wanaenda kujirusha mpaka kwenye boti kule baharini. Kwa sababu gani? Kuna kitu kizito wamekipata. Usianzishe mahusiano kificho kama mahusiano yako ni tunao yazungumza hapa, hatuyazungumzi mahusiano ya kuchezeana, tunayozungumza hapa, usianzishe kificho. Unaficha nini? Kama mambo yako ni mazuri weka peupe ili ukipigwa kitu kizito tuwe na watu wa kukusaidia pembeni. Ukiachwa ukiwa unalia, sisi tunakufuta machozi, tunaambia inawezekana, bwana, hata sisi wenyewe tuliachwa. Ukiwa peke yako utaumia, we utaumia we. Utaanza kuumwa kisukari, mtoto mdogo, pressure itapanda. Utafika tu miaka thelathini, unaanza kulea pressure, kisukari, uzito wa kupitiliza, wakina na dada kashachwa kashapigwa kibuti na jamaa, anaanza kula vitu vya sukari vingi. Hiyo ni, mo, ni moja ya njia ya kuondoa stress kwa wanawake. Alikuwa dada watu watu tu, lakini baada ya kitu kizito anaanza kuwa mnene, na ukiendelea kuongeza uzito unawakaribisha magonjwa, pressure, kisukari inakunyemelea sasa. Lakini ungekuwa mwazi kwa watu, jamani, sasa hivi ninataka kuanzisha mahusiano. Sisi kwanza tutakushauri mapema.